Ah, karibu sana ndugu mpendwa kwa kipindi cha Glorious Encounter. Tunapenda kuendelea kujifundisha kuhusu kupata kicheko na ushuhuda mkubwa ambao ni ujumbe wa Mungu kwetu mwaka huu na majira haya. Katika awamu iliyotangulia, tulifanya utangulizi wa maana ya kicheko katika maandiko na tukaangalia mambo saba ambayo yanaweza kutuzuia kupata kicheko. Siku ya leo ninapenda tuangazie mambo saba yanayoweza kuchochea kicheko, wewe unayemwamini Mungu kukuletea kicheko kama Sara katika maisha yako, wewe unayemwamini Mungu kukuletea kicheko kama vile wana wa Israeli. Maana tunasoma katika Zaburi ya 126 ya kwamba wana wa Israeli waliishi maisha ya kilio katika nchi ya mateso, lakini wakati walipoachiliwa huru, kwao ilikuwa ni kama ndoto na Bwana akajaza vinywa vyao na kicheko pamoja na kelele za shangwe. Hivyo ndivyo Mungu atakavyofanya katika maisha yetu. Lakini hili tushuhudie ahadi za Mungu zikitimia katika maisha yetu, hasa kuhusiana na mada ya kupata kicheko, kuna mambo saba muhimu ya kuyaelewa na kuyazingatia. Na napenda turegee pamoja katika maandiko yale ya Mwanzo mlango 21 mstari wa kwanza hadi wa sita ambao ni ujumbe maalum kwa Sara na vile Sara alivyopata kicheko. Mwanzo 21 mstari ule wa kwanza unasema, Bwana akamjia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Jambo la kwanza tunalopata katika maandiko haya ambalo linachochea kicheko na ambalo lilikuwa ni hatua ya kwanza ya kufanya maandalizi ya Sara kupata kicheko ni kujiwa na Bwana. Maandiko yanasema Bwana akamjia Sara. Kwa hivyo jambo la kwanza linalosababisha kicheko ni kujiliwa na Bwana, Kiingereza tunaita divine visitation. Wewe unayetamani kupata kicheko katika maisha yako, napenda uanze kufanya maandalizi ya moyo wako, anza kufanya maandalizi ya mazingira yako kwa kumwomba Mungu akutembelee, kwa kuomba neema ya Mungu itembelee maisha yako kwa kumwomba bwana akaweze kukujilia. Mungu akujilie katika biashara yako, Mungu akujilie katika ndoa yako, Mungu akujilie katika maeneo yote ya maisha yako. Kabla Sara ajapata kicheko, hatua ya kwanza ambayo ilianza the bible says ya kwamba Bwana akamjilia Sara. Kumbuka katika Yohana mlango wa pili mstari wa kwanza kuendelea kule, katika harusi ya Kana wale wapendwa walikuwa na kilio, kwa sababu divai ilikuwa imetindika, walikuwa na aibu lakini kwa sababu Yesu alialikwa na aliwajilia, Yesu alienda, alihudhuria afla ile. Hata katika kipindi cha wao kutatizika, Mungu akawaletea kicheko. Kwa hivyo, ninakuombea Bwana akujilie. May you experience divine visitation in your life, visitation ambayo italeta kicheko na kukuondolea kilio. Jambo la pili ambalo tunalifuata katika mstari huo, maandiko anasema Bwana akamfanyia Sara kama vile alivyo, kama vile alivyo nena. Kwa hivyo hapa tunapata a point ya kutimizwa kwa ahadi za Mungu. Divine laughter or laughter and great testimony is a product of the fulfillment of the God's promises. Kwa hivyo Hana anapata kicheko kwa sababu Mungu ametimiza ahadi yake. Ninakuombea Mungu atimize ahadi yake katika maisha yako, amesema katika Yeremia 29:11 kwamba yeye yeah, anatuwazia mipango mizuri he has got good plans for life. Sisi ni uzao wa Ibrahimu. Katika Mwanzo kumi na mbili moja hadi tatu Mungu anasema ya kwamba Ibrahimu atabarikiwa pamoja na uzao wa tumbo lake, ya kwamba yeye yeah, na jamii yake watabarikiwa. Dai ahadi za Mungu. Unapenda kupata kicheko katika maisha yako, katika maombi yako, katika kutafakari kwako, claim the Dai kutimizwa kwa hadi za Mungu katika maisha yako, katika jamii yako, katika afya yako na katika maeneo yote ya maisha yako. Claim the fulfillment of God's promises. Jambo la tatu ambalo tunalipata katika mstari wa pili, Mwanzo 22 mpili nasema, Sara akapata mimba akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake kwa muhula alioambiwa na Mungu. Hapa ninaona kitu ambaye inaitwa the principle of divine alignment. Kuna kanuni ya uwiano. Maandiko yanasema Sara akamzalia mume Ibrahimu mwana baada ya majira yake kupita. Huyu Sara hakwenda tu akapata mtoto kutoka kwa hewa ama kwa Roho Mtakatifu. Lazima baada ya majira kupita, huyu Sara na Ibrahimu, Ibrahimu alimjua mkewe na mke wake akapata mimba jambo lile ambalo mano alikuwa na wanandoa walifanya kila wakati, na lilikuwa lina matunda wala mazao, lakini majira alipofika, kukawa na uwiano, kile alichoamini na kile alichotenda kikaleta mazao. Ni muhimu tutembee katika kanuni ya uwiano. Hauwezi mwamini Mungu kukuletea upenyo wa kifedha, labda katika biashara na uko tayari kuwekeza. Hauwezi mwamini Mungu kukusaidia kufanikiwa katika masomo na uko tayari kusoma ama kujitahidi katika masomo yako. Lazima kuwe na uwiano. Kile unachokiamini katika moyo wako lazima kiwiane na maneno unayoongea, lazima kialign na mawazo yako, lazima kialign na maombi yako, lazima kialign na matendo ya yale unayotenda. That alignment is very important. Kwa Kiingereza tunaita the 3H alignment katika kitabu ambacho nimeandika the brand called you one of the chapter imeongea kuhusu the divine alignment of the three arch alignment the alignment of the head first H is head alignment of the of the of the heart and alignment of the hands lazima kichwa chako moyo wako na mikono yetu ikuwe aligned alignment of the head is about alignment of our perception alignment of the heart, the heart is about alignment of our conception and alignment of our hands is about alignment of our reception. So conception, uh, I mean perception, conception and reception means to align. Lazima akili zetu, matendo yetu, maneno yetu yawiane, yatembee pamoja. Kwa sababu majira yalipofika Ibrahimu akukaa tu hivi akasema, mimi sitalala na mke wangu, maana nimelala na yeye. Ilibidi afanye lile ambalo alitakana kufanya liuane na lile aliloamini, na likawa na mazao. Ninakuombea Mungu, kumbe inawezekana jambo lile lile ambalo umelifanya kila wakati bila kuwa na matunda yoyote, majira yako ya kicheko linapofika, jambo hilo hilo utalifanya na liwe na mazao, likuletee ushuhuda na lisababishe mambo makubwa yatendeke. So, don't give up. Don't give up. Usiseme nimekaa na huyu mke kwa miaka mingi. Usiseme nimefanya hii biashara kwa miaka mingi. Usiseme nimekaa kwa familia miaka mingi. Usiseme nimeomba kwa miaka mingi bila matokeo. Tembea, be aligned and trust in God, na Mungu akuletee kicheko. Mstari ule wa tatu wa mwanzo 21:3 inasema Ibrahimu akamwita jina lake Isaka yule mwana aliyezaliwa ambaye Sara alimzalia. Na mstari wa nne unasema Ibrahimu akamtahiri mwanawe Isaka alipokuwa siku nane kama Mungu alivyomwamuru. Na ukienda mstari wa sita, Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko, kila asikiae atapata kicheko pamoja nami. Nafurahia kwamba huyu mtoto aliyezaliwa akaitwa Isaka. Isaka means laughter. Kwa hivyo kila mtu aliyekutana na huyu mtoto akasema, Isaka, tayari kwa kinywa chake alitamka kicheko. Maneno yake yalianza kuwa laini na kuambukizwa kicheko kwa maisha yake. Na Sara pia anasema kila atakayepata habari za Isaka atapata kicheko. Kinachonifurahisha hapa ni kwamba ili tuendelee kushuhudia kicheko kwa maisha yetu, lazima tuwe sababu ya kicheko kwa wengine. Muujiza wa Sara kupata mtoto Isaka, anasema na wengine watakaosikia watapata kicheko. Yeyote atakayeita huyo mtoto Isaka tayari una pronounce laughter. You know laughter is contagious. Ndugu mpendwa, ili tushuhudie kicheko katika maisha yetu, lazima tujipeane kusababisha kicheko kwa maisha ya wengine. Haiwezekani mimi nikasababisha wengine kulia, na nimtumaini Mungu atanletea kicheko. Haiwezekani mimi ni nichokoze wengine nikasirishe wengine niudhi wengine nisababishe wengine kutoa machozi nipige wengine vita, katika maisha, katika huduma, katika biashara, nisababishe machozi ya wengine na mimi nipate kicheko sara alisema atakayepata habari hizi atapata kicheko Let's be committed in in in the lives of others. Be the reason of the joy in the lives lives of of others others reason joy shikilia wengine moyo shikilia wengine mkono tia wengine moyo sababisha kicheko cha wengine kwa sababu unaposababisha wengine kucheka mungu anakuandaa kwa ajili ya weye kupata kicheko mstari nne unasema ibrahimu akamtairi huyu mtoto siku ya nane kama vile bwana alivyomwamuru kuna kanuni ya utiifu ama kutii maelekezo ya Mungu, because laughter needs to be sustained. Unaweza ukapata kicheko lakini kwa majira mafupi. Ili kicheko tunachopata kiwe kicheko cha kudumu, lazima tuendelee kutembea katika maagizo ya Mungu. You can get laughter, yes, but short-lived laughter. Awezi mtu, msomi mmoja alisema awezi Sherekea kile ulicho, hawezi sustain kile ulichopokea kwa Mungu kwa njia zako. Awezi piga magoti umwombe Mungu akuletee kicheko, na baada ya kupata kicheko ukaenda kusherekea baa, ukilewa. Awezi mwamini Mungu akufanyie muujiza na baada ya Mungu kukuletea ushuhuda mkubwa umwache Mungu, la hasha. Haiwezekani. Hata baada ya Ibrahimu kupokea mtoto Isaka ambaye alikuwa ni ushuhuda mkubwa kwa maisha yao maana alipata watoto akiwa miaka mia moja na mke wake kwa miaka tisaini. And therefore this was not a noble occurrence, this was an extraordinary occurrence. Huu ulikuwa ni muujiza mkubwa. Ibrahimu akuingiwa na kiburi akasema nitafanya vile ninavyotaka mimi. Alitii maagizo ya Mungu. Mungu anapokubariki na biashara, Mungu anapokuinua katika maisha, tembea katika maagizo yake. Kumbuka Mungu anasema ombeni bila kuchoka. Kumbuka maandiko yanatuambia tumshukuru Mungu. Kumbuka kumtolea Mungu fungu la kumi. Mungu anapokuletea kicheko, endelea kutii na kufuata maelekezo yake. Lakini unaposoma mstari wa sita, maandiko yanadhihirisha kanuni nyingine inayofanya maandalizi ya sisi kupata kicheko, na hii inaitwa kanuni ya majira. Mstari wa pili unasema Ibrahimu akamwita jina lake Isaka, yule mwana aliyemzalia. Huo ni mstari wa tatu. Mstari wa pili Sara akapata mimba akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake, kwa muhula aliyoambiwa na Mungu, in the the season season that that God had promised them, in the season that God told him. Na nafurahi hapo maandiko anaposema akamzalia mwana kwa muhula ule alioambiwa na Mungu. So kuna kanuni ya divine seasons. Mhubiri mlango wa tatu mstari wa kwanza kuendelea unaongea kuhusu majira. Unasema katika dunia kila kitu kina majira yake. Kuna majira ya kulia na kuna majira ya kucheka. Na ndio maana niko hapa nikuambie haya ni majira yako. Ibrahimu majira yake ya kupata kicheko yalipofika, ya kupata mtoto Isaka isingezuilika. Nikuambie ndugu mpendwa, majira yako ya kupata kicheko yamefika, na kwa sababu majira yamefika, haitazuilika. Hakuna mganga atakaye kuzuia, hakuna mchawi atakaye kuzuia, hakuna adui atakaye kuzuia, hakuna yoyote atakaye kuzuia, because kuna kanuni ya majira, the principle of divine seasons. Majira yalipofika isingeweza kuzuilika. Ni kama inapofika majira ya jua kuchomoza asubuhi, hakuna mtu anayeweza kuzuia. Maybe people can delay but they cannot stop it from happening. Majira ya kulia yameisha. Umelia sana kwa ajili ya afya yako, umelia sana kwa ajili ya ndoa, kwa ajili ya hali ya kiuchumi. Na kuambia haya ni majira yako ya kupata kicheko, haiwezi zuilika. Tembea katika majira hayo, mwamini Mungu. Kiri kwamba haya ni majira yangu ya kicheko na kupata ushuhuda mkubwa. Napenda nimalizie mstari ule wa sita unasema hivi ya kwamba Sara: akasema Mungu amenifanyia kicheko. Hii inanifurahisha sana Sara. anasema Mungu amenifanyia kicheko hapa kuna jambo la saba ambalo litatusaidia kupata kicheko na si kupata kicheko lakini, lenye litasustain that laughter, lenye tasababisha kicheko kiendelee. Ni kanuni ya kumpatia Mungu tukufu. Baada ya Sara kupata mtoto, asemi nimepata mtoto, asemi Ibrahimu amenisababisha nikapata ujauzito, nikapata mtoto, anasema Bwana amenifanyia kicheko, na anatumia neno Bwana in capital letters. Neno Bwana linamaanisha mwenye nguvu zote mwenye uweza wote mwenye mamlaka yote. Sara anarudishia Mungu tukufu akisema Bwana amenifanyia kicheko. Mungu atakapokuinua, ndugu mpendwa, usimsahau, rudisha utukufu kwa Mungu. Sema ni Bwana ameniinua, sema ni Bwana amenitetea, sema ni Bwana amenifanyia kicheko, sema ni Bwana amenisaidia, ni Bwana amenipigania katikati ya maadui. Rudisha utukufu kwa Mungu. Haya maneno Sara anayoongea Mwanzo 21:6 akisema Bwana amenifanyia kicheko, ni maneno ya kumtukuza Mungu, ni maneno ya kumsifu Mungu, ni maneno ya kumwinua Mungu. Mungu anapokutendea, maana atakutendea, atakuletea kicheko, atakusaidia, atakutetea, atakupigania, atafungua milango yako, atakupatia ushuhuda mkubwa. Usijitwalie utukufu Usiseme ni bidii zako, usimsahau Mungu, usiingiwe na kiburi. Tuinue mikono kama Sara, tuseme Bwana amenifanyia kicheko. Mungu akubariki sana, ndugu mpendwa. Mungu akujaze kicheko unapoendelea kutafakari kanuni hizi saba, unapo share na rafiki yako, unapo like Glorious Generation, ili uendelee kupata jumbe zingine zinapokuja, unapata ujumbe wa kukufahamisha na uendelee kubarikiwa. Mungu akuletee kicheko, haya ni majira yako ya kupata kicheko. Tii ahadi za Mungu, tambua ni majira yako, rudisha utukufu kwa Mungu, jialin tumia kanuni ya uwiano na tembea katika yote haya mambo saba tuliyotaja, kicheko kijee kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.